Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor mado Mandala, na hii leo basi ni ruhusu tuendeleze pale tuliachia Ijumaa iliyopita, na last Friday tulikuwa naongea kuhusu siri mojawapo kuu ambayo basi ukijua, ukitambua na uitilie maanani, ili upate kujua kwamba siri hii iko na repercussion zake iwapo hutaitimiza mpaka mwisho wake. Kwa hivyo, si ni vema uwe makini kwamba siri hii uweze kuifuatilia on your part of the bargain, kuhakikisha kwamba umetimiza, maana Biblia inaongea kuhusu kwamba usikawie kutimiza nadhiri yako. Kwa hivyo, na siri yenyewe ni kuweka nadhiri wakati mambo yamekufinya mpaka mwisho. Usiweke tu nadhiri kwa sababu mambo yamekufinya, weka nadhiri ukijua kwamba you are part of the bargain utaweza na hiyo inafanya Mungu anakukumbuka pa na Mungu anajibu maombi yako, na Mungu anaingilia kati katika hali yako na anajibu maombi ya kikumbuka, ambayo tumesoma pale. Mungu alimkumbuka, Mungu alimtenda wema, kwa hiyo basi na akapata mtoto, kitu ambacho hata mme wake alikuwa sha give up. Akisema mm, lakini Mungu akatenda. Kwa hivyo pote pale ulipo, siri mojawapo kuu ni kuweka nahiri nataka tuendeleze tu papo hapo, hata staki tusome andiko kwa kirefu zaidi, lakini nataka tuendeleze tu papo hapo ambapo tulisoma wakati uliopita, lakini leo nataka tusome verse 10 and verse 11 katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Kwa hivyo ni wapo ulipitwa na ujumbe uliopita wakati uliopita, kile ambacho nakusihi pale ni kwamba hakikisha kwamba namba one umetafuta unaweza tafuta tu kwenye YouTube pale, tafuta Victor Mandala Himizo utaipata pale moja kwa moja, alafu kishapata Victor Mandala Himizo, tafuta ujumbe tuliweka on Friday. Leo ni Monday, kwa hivyo two days ago, ilikuwa Sunday, Saturday, then Friday. Angalia ujumbe ambao tuliweka pale last himizo, itakuwa vema zaidi ili tupate upate kujua pale ambapo tuliachia, kama uliachwa nyuma na ili usiacha nyuma kivyovyote vile Jambo la muhimu kufanya pale ni kwamba enda chini ya video hii hapa chini, tupenye na point hapa. Kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, click neno. In case wambiwa sign in, sign in na gmail account yako, copy the link and share. Niweke comment yako pale, nitakuwa ni vyema zaidi. Kwa hivyo, hapa chini kuna neno subscribe, just click Copy the link hapa juu and share. No click notification bell. Kuna alama kengele hapa na itakuwa vema zaidi, usiachwe nyuma. Na zaidi nikukumbushe kwamba eh, unaweza semezana nami kwa yule ambaye anahitaji la maombi, unataka kusemezana nami na zaidi, unataka kusupport ministry hii, unaweza kutumia nambari yangu ambayo ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu ni 0722 24 39 49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 kwa jina la Yesu Kristo naomba Amen. Amen. Na napoangalia katika andiko hili tulijifunza, tukapata kujua kwamba unapoweka nadhiri mbele zake Bwana wakati uliopita, na hii leo nataka nikuonyeshe siri nyingine ambayo inafanya Bwana aweze kujibu maombi yako, Bwana aweze, eh, aweze kukumbuka mara hiyo hiyo, ni wakati ambapo unapoomba kwamba Mungu akutendee kitu fulani. What is the reason behind? sababu yako ya kutaka kile Mungu akutendee ni nini? Unajua Mungu anaangalia moyo, anajua what unafikiria hata moyoni mwako. Kwa hivyo unaposema, Mungu nataka unipe gari, nataka unipe nijenge nyumba, nataka ni kanisa kubwa, what is the motive behind? Unamwambia Mungu unataka akupe fedha nyingi za nini? Unataka Mungu akufanyie kitu fulani kwa nini? That reason behind ndi ndinafanya Mungu aweze kujibu maombi yako kwa haraka, ndinafanya Mungu aweze kukukumbuka kwa haraka au la, you know, kuna watu ambao twaenda mbele zake Mungu tukiomba, twasema, Mungu nibariki ndio watu wajue, kwa vile jiyetu wajue nimeokoka mm? nibariki Mungu, ndio yule nani ameniringia sana, naye pia ajue hata mimi unaweza ukanibariki you know, Is it just boasting? Is just uh, just kuringa kujivuna eh? Kuna yule ambaye alijaza gala yake akasema, ah, roho yangu tulia, kula raha maana mm, eh, unaponda raha, jipe raha maana gala limejaa. Tajiri fulani akaambiwa, mbafu wewe, roho yako inahitajika na hiyo siku. Aliaga dunia akaacha gala imejaa, ila alikuwa anajipiga kifua akijua kwamba nina mali nina vitu eh? Niko na utajiri. Kwa hivyo nahisi kuambia vipi Si, si, asubuhi ya leo kwamba the motive behind, sababu yako wewe kutaka vitu ambavyo wataka Mungu akupe, hiyo ndio sababu, hiyo ndio chanzo cha Mungu kukupa majibu yako kwa haraka, au la. Unajua alifika mali anamwambia Mungu, ukinitendea Mungu, ukijibu ombi langu Mungu, ukinisaidia, na unipe mtoto tena wa kiume, nitakutolea yani, in short anaonyesha kwamba si kwamba kwa na tamaa ya kuwa tuna mtoto, of course najua alikuwa amechekelewa sukuma mpaka mwisho, lakini anasema ukinipa, okay, nitakutolea hata huyo mtoto, am redi kukutolea huyo mtoto. Nujue la ajabu ni kwamba huyo Hana alikuwa amekosa mtoto. Watoto wa yule mwingine hata hatuwajui, tunajua tu idadi yao, lakini mtoto huyu ambaye ni wa Hana ambaye alizaliwa ha, twamjua, ameandika vitabu kwenye Bibilia. Kwa hivyo amejulikana, ako kwenye kumbukumbu kumbu pale kwa nini? Kwa sababu alifika mahali na akataka mtoto ambaye akasema, nitakupa. Kuna mtu ambaye unasema Mungu nisaidie, na Mungu nipe fedha nyingi, nipe utajiri ndio nifike mahali, nisaidie, nisaidie wasiojiweza, nifike mahali nisaidie wajane, nifike mahali nisaidie huduma, nifike mahali nisaidie familia. Maana bila ongea kuhusu wale wa, wa nyumbani kwanza, hmm? kwa hivyo nisaidie familia yangu, nisaidie wazazi wangu, nisaidie kanisa yaani Mungu nipe ili nipeane kwa kazi yako. Nipe, nipeane you know, vitu ambavyo Mungu anatupa mara nyingi hatupi tu kwa ajili yetu mm -mm. anakupa wewe, anakupa yule mwingine, kwa sababu anataka pia upatie mwingine you know, God uses one as a channel ya kupitisha vitu vyake. Anakufungulia hapa baraka, ili nao uzidi kwa baraka kwa wengine. Lakini siku ambayo utakuwa tu ni I, my, me, I and myself and yani, ni wewe na niwe peke yako ndio Alfa na Omega. Hapo ndio hiyo tap inafungwa hapo, ndio unafikia mwisho. Ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu eh, ma, maombi yetu kwake Mungu, tunapotaka Mungu atutendee, tunapotaka Mungu atubariki, tuwe na chanzo chake, kusudi lake kuu. Lisiwe kwamba ni kwa ajili yetu kujitajirisha tu, kwa ajili yetu kujivuna tu, iwe ni kwa ajili ya kuleta utukufu kwake Iwe Mungu nanipa na utukufu ni kwako, si kwamba najivuna Mungu hapa ni kwa sababu mimi ndio eh? nataka kupiga kifua mm -mm. Kunao wengi ambao wameinuliwa na muda mfupi wakashushwa. Walinuliwa kwa muda mfupi wakashushwa. Kwa nini? Kwa sababu walifika mahali walipoinuliwa ikaonekana, namba moja, mali hiyo wanaitumia kwa njia isiyofaa faa, wamefikia ni mali yao. Namba mbili, wamefika mahali ambapo wanatumia ku Hmm, ana revenge. Na hata namba 3, kuna wengine hata mali imetumika kuwaua. Unajua kuna watu akitajirika. Hatu, kuna watu saa hizi ukimpatia bilioni moja ana backslide, hata uokovu anaacha, anaingia kwa usharati na kadhalika. Mungu atusaidie, na Mungu akusaidie kwamba tufike mahala ambapo motive yetu ya kupata kila ambacho tunahitaji kutoka kwa Mungu iwe iko right. Ikiwa right hiyo ni mojawapo ya siri ambayo inaweza kukusaidia namba one kupata majibu ya maombi yako kwa haraka, na namba two kukumbukwa kwa haraka. Yani, Mungu anakukumbuka in whatever area, Mungu anakukumbuka tena zaidi, Mungu akutende wema eh. Ombi langu tu asubuhi ya leo ni kwamba ubadilishe mawazo yako, ubadilishe motive yako, ukapate kutazama Mungu kwanza, na siwe lips, lip service tu, unaongea tu kwa kinywa mm -mm, iwe natoka moyoni, maana Mungu anaangalia moyo. Kwa hivyo Do you mean what you're saying? Kwa sababu usipomaanisha kile ambacho unasema hata kukitimiza ni vigumu. Kwa hivyo Mungu atusaidie kwanza, tupate kubujikwa kule ndani, tukapate kumwelewa Mungu vizuri, na zaidi basi tuendelee tuelewe ni kwa nini Mungu ametuweka mahali fulani kwa wakati fulani, ili tutekeleze wajibu wetu navyofaa, na, na hivyo basi Mungu atatubariki. Umeshaishangaa tu, unaona, kuna mtu mmoja amebarikiwa ako na vitu na anaongezewa anaongezewa, amejua siri ameelewa siri na, ndiposa, na, na kuna mwingine hana chochote na azidi kuhangaika na wote wanamtumikia Mungu, huyu mmoja. Kwa hivyo tambua siri hii na Mungu atakuinua zaidi na zaidi. God bless you, mi hapa ni VWM, ukipenda Victor Madu Mandala madumandala, nikukumbusha tu asubuhi ya leo, iwapo ndio umejiunga nasi akisha kwamba iwapo ungependa kusemeza nami, labda ungependa kutoa uh, sadaka yako, ungependa tuombe kwa pamoja, nambari ambayo unaweza kutumia, maana ibada haijakamilika pasi matoleo. Kwa hivyo ni vema toe sadaka zetu zaidi tu support kazi hii ya Mungu, nitakuwa vema zaidi. Nambari ya simu ya kutumia ni 0722 24 39 nambari ya simu unaweza ukatumia pale ni 0722 24 39 49. Labda unahitaji la maombi una jambo ambalo ungependa Bwana akutendee basi, enda pale moja kwa moja, unaweza ukatuma pale labda SMS, WhatsApp, piga simu eh, na Mungu akutende wema. Nambari ni 072 24, 39, 49 so 0722 24 39 49 God bless you. I love you all. Na katika yote usiondoke hapa, pia kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna in na kahyonenosb account yako copy the link and share, naweke comment yako hapa chini, na Mungu akutende wema. Mi hapa ni v kipenda Victor Madomandala kwenye Himizo asubuhi leo, ni kuambia katika yote the motive behind sababuuu ama siri kuu inayoweza fanya Mungu ajibu kwa haraka ama sijibu inayoweza pata, inaweza kufanya upate baraka zako au usipate, ndio hiyo basi, motive behind. What is the motive behind? Mungu akutende wema, hakikisha kwamba ume subscribe hapa ni VMM kwenye himizo. God bless you, shalom.